Sisi kama Rato Foundation tumeamua kuwazawadia wanafunzi wetu waliohitimu shule ya sekondari Losinoni taulo za kike lakini hizi taulo zetu za kike kwa sisi jamii ya kifugaji tunakuwa tuna changamoto sana ya, ku, ya maduka lakini pia ya hela ya kununua tauli, taulo za kike aa, kwa hiyo uh, tumewaletea hizi taulo za kike ambazo ni za kufua unazoziona unaze zina package nzuri kabisa lakini ni za kufua. Kwa hiyo tutawafundisha pia watoto wa kike jinsi ya kuzitumia na jinsi ya ku ya kuweza kuzihifadhi ili waweze kuhifadhi pia mazingira. Huku mtaani kuna mambo mengi mazuri ya kujifunza, lakini pia mkumbuke elimu, mkumbuke kwamba nyenye ni vijana, ni taifa la kesho. Mnahitajika pia muendeleze elimu, msiende mkabweteka mkataka kuoa saa hizi. Mkumbuke kama bado mnahitaji kusoma kuongeza elimu.